Leo nimetamani tujifunze kitu kutoka kwenye Biblia ambacho ni kinatoka kwenye Mathayo 26 mlango wa 69 na kuendelea. Ukisoma hapa utakutana na stori ya Petro kipindi anamkana Yesu. Petro alimkana Yesu mara tatu. Alimkana mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Kabla hajamkana Yesu, kuna mtu alimfuata, akamwendea, akamwambia ya kwamba hakika wewe ni mmoja kati yao, kwa sababu hata usemi wako wazilisha kabisa, wewe ni mmoja kati yao. Lakini Petro akakana, akasema simjui mtu huyu. Lakini hichi ndio kitu ambacho nataka leo tujifunze. Usemi wa Petro ulikuwa ni watu tofauti kabisa na watu wengine, kwa sababu walikuwa karibu na Yesu, na as you know kwamba Yesu alikuwa ni mtu wa hekima sana. So hiki kitu kikawa kimeafekti mpaka wanafunzi wa Yesu wakawa wamebadilisha kabisa maisha yao totally. Wakawa ni watu ambao wanaenenda kwa hekima sana na inatufundisha ya kwamba sisi Wakristo tunapokuwa karibu na Yesu, maana yake maisha yetu sisi yanatakiwa kubadilika kabisa, kwenye maongezi yetu, kwenye mavazi yetu yabadilike kabisa na kufanana na Yesu Kristo, kwa sababu ndiye mtu ambaye tunakuwa karibu naye, na hii kitu itatusaidia hata kwenye maisha yetu halisi, watu wengine kuwa na mipaka na sisi, kwa sababu tunaishi kwenye mazingira ambayo watu hawana mipaka na sisi kwa sababu they don't know who you are. Lakini kama watu watajua kabisa wewe ni Wakristo, kuna vitu watakuwa na mipaka juu yako kwenye maongezi yao, kwenye matendo yao. Kuna vitu hawawezi wakavifanya mbele yako kwa sababu wanajua kabisa wewe ni Wakristo na itatambulika kabisa wewe ni Wakristo kutokana na the way ambavyo unaonekana. Unaweza ukawa ni shahidi ya kwamba unaenda sehemu ambayo haujulikani kabisa, lakini unafika pale watu wanakuita mtumishi, Bwana Yesu asifiwe, haujajitambulisha kama umeokoka. So hii inamaanisha ya kwamba watu wakikutazama tu, kabla hata hujaongea, kabla hata hujajitambulisha, wanamuona Yesu aliyeko ndani yako, na ndivyo ambavyo inatakiwa kuwa kwetu Wakristo, kwa sababu hii ni gospel tosha kabisa ya kwamba watu wakikuangalia tu wanamuona Yesu aliyeko ndani yako. So sisi kama Wakristo, ni wajibu wetu sasa kubadilisha maisha yetu totale kama vijana wa Kristo, kuonyesha utofauti wa maisha ya Kikristo na maisha ya kawaida. Watu wakikutazama, wamuone Kristo ndani yako. Watu wakikutazama, waone pendo la Yesu.